Ujumbe wa waziri wa uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mnya Mbarawa, Mbunge, kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya hali ya hewa duniani, yani World Meteorological Day, tarehe 3 Machi 2025. Kauli mbiu yetu: kwa pamoja tushughulikie pengo la utoaji wa tahadhari. Wanahabari, mabibi na mabwana, Heri ya maadhimisho ya miaka 75 ya Shirika la Hali ya Hewa Duniani. Siku ya, hari, siku ya, siku ya hali ya hewa duniani inasherekewa kila mwaka ifikapo tarehe 23 Machi, kuadhimisha kuanzishwa kwa Shirika la Hali ya Hewa Duniani, WMO tarehe hii mwaka 1950. Siku hii inaangaza mchango muhimu wa taasisi za hali ya hewa katika usalama wa ustawi wa jamii. Kauli mbiu ya siku ya hali ya hewa duniani ni pamoja tushughulike tushughulikie pengo la utoaji wa tahadhari. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa juhudi za pamoja kuhakikisha kuwa mfumo wa tahadhari, mifumo ya tahadhari inamfikia kila mtu, hivyo kuboresha ustahimilivu wa jamii dhidi ya matukio ya hali ya hewa yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Kauli mbiu hii pia inasisitiza kuhusu utekelezaji wa mpango wa Umoja wa Mataifa wa tahadhari kwa wote, yani early warning for all ambao unalenga kuhakikisha kuwa kila mtu duniani anakuwa salama kwa mifumo ya tahadhari dhidi ya matukio hatarishi ya hali ya hewa au maji ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi yameendelea kuwa changamoto kubwa kufikia malengo ya Umoja wa Mataifa yani maendeleo endelevu Sustainable Development Goals, SDGs katika kipindi cha miaka kumi iliyopita hali joto dunia imeendelea kuongezeka kutokana na ongezeko la gesi joto duniani, ambapo kwa mjibu wa shirika la hali ya hewa duniani mwaka 2024 ulikuwa mwaka wenye joto zaidi katika historia ya upimaji wa taarifa hizi, ambapo joto la wastani la dunia lilipanda kufikia takribani nyuzi joto 1.55 juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda 1850 mpaka 1900. Kwa hali ilivyo sasa, mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwa ni pamoja na mvua kubwa, joto la juu ya wastani, upepo mkali, mafuriko, ukame na vimbunga yamekuwa makubwa zaidi na kuongezeka kwa idadi kubwa zaidi. Mabibi na mabwana, lengo la kumi na tatu la malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, SDG 13, kuhusu utekelezaji na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi inazitaka nchi ya wanachama kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na athari zake. Utekelezaji wa lengo hili ni muhimu kwa maendeleo ya malengo mengine yote ya maendeleo endelevu. Katika kuadhimisha siku ya hali ya hewa duniani WMD, Tanzania kama mwanachama wa shirika la hali ya hewa duniani na umoja wa mataifa, imechukua hatua madhubuti kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi na mapungufu katika utoaji wa tahadhari ikiwa ni pamoja na uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya hali ya hewa na kuwajengea uwezo wataalam wa TMA. Mabibi na mabwana, hatua zilizochukuliwa na serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kukabiliana na janga, na janga hili la mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi na mapungufu katika utoaji wa tahadhari ni pamoja na kuboresha huduma za hali ya hewa na utoaji wa tahadhari nchini. Uboreshaji huu pia ni sehemu ya utekelezaji wa ibara ya 59J ya ilani ya uchaguzi ya chama tawala ya Chama cha Mapinduzi inayotaka serikali kuimarisha miundombinu ya, ya hali ya hewa na ile utoaji wa tahadhari katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia ni sehemu ya utekelezaji wa mfumo ya kitaifa wa utoaji, mfumo wa kitaifa wa utoaji wa huduma za hali ya hewa ya National Framework for Climatic Services ambao unalenga kuimarisha utoaji na matumizi sahihi ya huduma za hali ya hewa kwa jamii. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya hali ya hewa na usambazaji wa huduma za hali ya hewa kwa jamii, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa uwekaji wa rada za hali ya hewa, vituo vya hali ya hewa vinavyojiendesha vyenyewe, automatic weather stations, na kompyuta kubwa ya kisasa yenye uwezo mkubwa wa uchakataji wa data za hali ya hewa kwa ajili ya utoaji wa utabiri wa hali ya hewa. Kwa mjibu wa WMO kila dola moja ya Kimarekani inayowekezwa katika utoaji wa tahadhari inakadiriwa kurudisha faida dola kumi ambapo kwa baadhi ya maeneo mengine duniani faida hizi zimekuwa kubwa zaidi. Mabibi na mabwana, aidha Tanzania, Tanzania kushirikiana na washirika wa maendeleo imeendelea kuboresha miundombinu ya hali ya hewa nchini kupitia programu mbalimbali. Mojawapo mbali ya programu hizo ni utekelezaji unaoendelea wa wa mradi yani, mradiwa wenye lengo la kuboresha miundombinu ya hali ya hewa nchini. Mradi wasof utachangia kwa kuongeza vituo tisa vipya vya hali ya hewa vinavyojiendesha vyenyewe vya upimaji wa hali ya hewa usawa wa ardhi, vituo vinne vipya vya upimaji wa hali ya hewa ya anga za juu na kuboresha vituo kumi na nane vya hali ya hewa vinavyojiendesha vyenyewe vya upimaji wa hali ya hewa usawa wa ardhi na kituo kimoja cha upimaji wa hali ya hewa wa anga za juu. Uboreshaji huu utaongeza ufanisi wa kiutendaji wa TMA na hasa utoaji wa tahadhari za matukio ya hali ya hali mbaya ya hewa nchini. Kwa upande wa ustahimilivu na kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, serikali imeweka na inatekeleza mipango mbalimbali ikiwemo matumizi ya nishati safi kwa kuzingatia mahitaji ya huduma za tahadhari kutokana na kuongezeka kwa matukio makubwa yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo mabadiliko haya yanachagizwa na ongezeko la gesi joto kutokana na shughuli za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na matumizi ya mafuta ya magari na mitambo kama chanzo cha nishati. Kwa muktadha huu, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaongoza juhudi za nishati safi, hasa katika nishati ya kupikia kama sehemu ya juhudi zake za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na tahadhari na tabia nchi na kuboresha afya ya jamii. Matumizi ya nishati safi ya kupikia yatachangia sana katika malengo mapana ya maendeleo endelevu, uhifadhi wa mazingira na ukuaji wa uchumi. Lakini pia kupunguza uzalishaji wa gesi joto. Mabibi na mabwana, katika siku hii ya hali ya hewa duniani, serikali inapongeza kazi nzuri inayofanywa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA katika utoaji wa huduma za hali ya hewa zilizoboreshwa sana ikiwa ni pamoja na utoaji wa tahadhari wakati wa matukio ya hali ya hewa. Serikali itaendelea kuimarisha huduma za hali ya hewa kwa kutekeleza katika miundombinu ya kisasa zaidi na kuendelea kuwajengea uwezo wataalamu wa TMA. Aidha, napenda kutoa shukrani za dhati na kutambua mchango thabiti wa wadau wetu wa maendeleo katika juhudi za kuimarisha huduma za hali ya hewa ikiwemo utoaji wa huduma za tahadhari nchini. Kwa kuhitimisha, natoa rai kwa wadau wote wa huduma za hali ya hewa nchini Tanzania, zikiwemo taasisi za serikali, sekta binafsi, sekta ya elimu na umma kwa ujumla kuendelea kufuata na kuzingatia sheria ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania namba mbili 2019 na kanuni zake kujumuisha taarifa na huduma za hali ya hewa katika kupanga, kubuni, kutekeleza shughuli zao ipasavyo. Kwa pamoja tuendelee kufanya kazi kwa bidii ili kujenga taifa himilivu katika kukabiliana na athari ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi kwa kuchangia katika mipango itakayoboresha uangazi wa taarifa za hali ya hewa, utafiti, ubunifu, kuhamasisha mipango mikakati ya kitaifa ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ili kuimarisha zaidi mifumo ya utoaji wa tahadhari nchini. Kwa pamoja tunaweza kushughulikia lengo la utoaji wa huduma za tahadhari nchini. Nawatakia sikukuu njema na mafanikio katika kuhitimisha siku hii ya hali ya hewa duniani. Kwa pamoja tushughulikie pengo la utoaji wa tahadhari siku ya hali ya hewa duniani 2025. Imetolewa imesomwa nami David Mwakiposa Kienzile, Naibu Waziri wa Uchukuzi kwa niaba ya Mheshimiwa Profesa Makame Mnyaa Mbarawa Mbunge, waziri wa uchukuzi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.